Ujambo? Ujambo sana mtangazaji. Okay. Unaweza kutambulisha? Mimi naitwa kwa jina la Hodari Muhanda Sumaili kiongozi mkuu ama coordinateur wa association inaitwa AJLD, Association des jeunes leaders pour le développement rapide. Mmefanya leo mafunzo, mmehitimisha mafunzo ya siku mbili kwa ajili ya vijana, ilikuwa inalenga nini hasa na kwa na memba wote wa AJLD? Ndiyo, mafunzo hayo yalikuwa yanalenga zaidi kwa wanamemba wetu wote, maana kuna vitu vipi ambavyo tulihitaji kuleta hapa Uvira kwa ajili ya maendeleo ya tarafa letu la Uvira na zaidi kwa Kongo yote nzima. Maana ukiangalia vizuri, vijana na wamama ni watu ambao wamesaulikwa kabisa katika mambo ya maendeleo. Sasa tuliwaita ili waje tuwambie yaliyokuwa moyoni mwetu na wayasikie, na ikiwa kwamba itawapendeza, wanaweza kujiunga ili kwamba tuwe kwa umoja na tufanye kitu ambacho kinaweza kutikisa na kinaweza leta mabadiliko kwa maendeleo. Je, unadhani kwamba kazi hiyo yote mlifanya inaweza ikaendelea bila sapoti yote ambayo inaweza kuwa watu wengine ambao wanaweza kujiunga? Asante. Basi kupata sapoti inatokana na namna mtu anajitoa mwenyewe kwa kufanya kazi basi sapoti ya kwanza ni sapoti ya wanamemba wenyewe ambao walijiweka pamoja wakachanga kidogo kidogo kwa kusaidia, ili kwamba tuangalie namna miradi ambayo tunayo inaweza kuendelea. Basi watakaoona namna tumefanya, wakihitaji kwamba wanaweza kutushindikiza ama wanaweza kutusapoti, wanaweza kujitokeza, haina tatizo, lakini kwanza tunategemea mchango wa wanamemba wetu. Je, kazi hii inalenga tu ni vijana ama vilevile wazee nao wanahusishwa? Ndiyo, kazi hiyo zaidi inalenga vijana na wamama, pia inalenga wazee, maana kwa miradi yetu kuna miradi ambayo pia ina, inaomba wazee kuonekana ndani ili kuwasaidia kwa mapasha yao fulani fulani ya kimaisha. Ndio inasemekana kwamba association yenu inajuhisha vile vile masuala ya kupana mikopo kama vile benki. Je, ni habari za ukweli? Na kama za ukweli, uko, ni kabisa. Sisi hatuko benki, hatuko cooperative, hatuko microfinance. Hapana, sisi ni umoja wa vijana ambao wamejiunga pamoja kwa ajili ya maendeleo ya kudumu, hasa katika maendeleo ya kudumu maisha leo inasumbua watu wengi. Maana kuna watu ambao hawana uwezo kufikilia kwa, kwa maservisi mbalimbali mbali za mabenki na watu hao wana, wana lazima ya kufanyisha kazi zao ndogo ndogo kwa kuwasaidia. Sisi hatupani, hatupani mikopo ila tunahimiza watu kuja kujiunga. Ukija kujiunga, tuko na proje inaitwa mitwele de solidarite ile mitoe de solidarite ukijiunga, unaanza kukotize kama mwanamemba. Kisha kukotize kama mwanamemba, hapo sasa umesha kuwa mwanamemba na unaanza kufanya kotizasyo kama mwanamemba. Ukiwa na lazima ya kufanya kazi fulani, lakini umekosa pesa za kuanza hiyo kazi, hapo sasa unaweza kutuona, tunakupatia pesa ndogo labda ambazo wewe umehitaji, ambazo utarudisha kwa muda mfupi tu, na unaweza kuweka faida ndogo ili kwa kusaidia maendeleo ya kundi. Je, tumeona vilevile mradi wa kushona vikapo kwa wamama, je, inaweza kusaidia vile vile vijana wanawake ambao hawana kazi? Yote ndiyo mradi huo unalenga sana wa mama na wadada ambao hawana kazi, waje kujifunza kusuka vikapo watakapojua watakapojua kusuka vikapo, vikapo hivyo watauzisha, na baada ya kuuzisha doke, wanaji prendre la charge wenyewe, watasaidia wazazi kwa shule, kwa mavazi na kwa mambo mengine mengine, mapashwa ya mtu binafsi. Maana kikapo chetu cha kwanza cha kawaida kina kinauzishwa kwa dala kinauzishwa kwa dala makumi tatu. mm -hmm. Inaweza kuwaonesha mfano, ni hii kapo hii. Sasa hii kapo moja, humu ndani mna vingine vikapo karibuni vitatu. Sasa hii kwa utaalamu ambao inasukwa hii, kwa namna inaonekana hivi, hii ikijaa tu moja, hii inauzishwa kwa dala makumi tatu ya Amerika. mm -hmm na vilevile mmesema vile muradi wa kuleta umeme wa waya, je, unazani kwamba ile itasaidia kufuatana na jinsi mungaliki munaanza, ama vilevile vile kuna sapoti ambayo itawasaidia? sapoti yoyote hatuna, tunategemea michango ya wanamemba na wamekwisha kufanya kabisa paa kubwa ambayo itasaidia mradi huo kuanza hapa karibuni, haina hata miezi mbili. Na maswala ya ufugo, umezungumziaje kuhusu na namemba wenu? Maswala ya mifugo, tume tuko na huo mradi kwa mifugo. Tutafuga ngombe, tutafuga mbuzi, tutafuga nguruwe, tutafuga kuku, tutafuga hata na samaki. Tuna wataalamu ambao wamejifunza mambo kama hayo kwa muda tu mfupi. Kwa muda mfupi tu, mfugo huo unaweza kukusaidia na ukikomala haraka utauuzisha, na unakupatia pesa na pesa hizo zinasaidia kwa mapashwa ya familia. Je, kazi yenu inafanyika tu hapa Uvira ama vilevile vile katika vitongoji katika maeneo mengine ya tarafa la Fizi na mengine tarafa? Asante sana. Kwa sasa tunapatikana hapa Uvira, tunapatikana kwa mji wa Sange, tunapatikana kwa Luberizi, tunapatikana pia kwa Hoplato kwa ya cité ya, ya, ya Sange na Hoplato ya site ya Kibiba pia tunatarajia kuingia, eh, kuingia Baraka mwa hizi siku mbili hapa karibuni. Neno gani unaweza kuwa nalo la wito kwa wale ambao wengine wamesikia wito huu wa kazi ambao ameanza kama vile shirika la vijana? Neno la wito ndugu mtangazaji, ambao tuna, tunaita vijana wote ambao hawana kazi, hiyo ni ya kwanza. Waje wajiunge tutengeneze kazi za kujitegemea wenyewe wamama wengi wamezaraulika nyumbani kwao na waume wao sababu hawana, hawana mwanzo wa maisha. Kwa hiyo tunawaita wote waje wajifunze maisha ya kujitegemea, wajifunze kazi za mikono ambazo zinaweza kusaidia familia zao na kusaidia waume wao. Tunakushukuru kwa muda wako. Junza kasema tena jina lako. Jina langu linaitwa Odari Muhanda Sumaidi, kama kiongozi mkuu wa JILED ama shirika la vijana kwa maendeleo ya kudumu. Na kushukuru kwa muda wako, asante sana.